Tupa nguvu ya kuendelea na mapambano. Tunapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, lakini tukiwa na nyiye tuko imara. Ninawashukuru sana. Kwa niaba ya chama chetu nataka niseme mambo kadhaa mbele yenu. Jambo la kwanza, tuko kwenye operesheni kubwa ya chama, operesheni ya no reforms, no election. Chama chetu katika wakati mbalimbali mbali kimeibua ajenda kubwa katika nchi hii. Ajenda ya kwanza iliyoungwa mkono sana na wananchi ni ajenda ya wizi wa mali za umma, ajenda ya ufisadi iliyoasisiwa na Dr. Slaa na Tundu Lisu pale Mwembe Yanga. Ajenda ya pili ilikuwa ni ajenda ya utetezi wa rasilimali za nchi yetu wizi wa madini na usafirishaji wa mali ikiwemo wanyama hai na kuacha Watanzania wakiwa maskini, iliungwa mkono sana na nyiye wa Tanzania. Ajenda ya tatu ni katiba mpya, na hizo ajenda ziliungwa mkono sana na zilisababisha mashambulizi makubwa dhidi ya chama chetu. Ajenda ya nne ambayo imeungwa mkono na taifa zima ni ajenda ya watanzania kutaka uchaguzi huru utakaowapa viongozi wanaotokana na kura zao, ajenda ya no reform no election, na imesababisha imesababisha serikali imechanganyikiwa, imechisi. Serikali inatumia kila aina ya mbinu kujaribu kuiua Chadema. Munisikilize, kuna mashambulizi mengi yamefanya Shambulio la kwanza ilikuwa ni kuki... kutumia watu tuliokuwa nao kuandika barua kwa msajili, kwa maagizo ya msajili mwenyewe kwamba wapinge uchaguzi wa ndani ya chama chetu, uchaguzi ambao ulikuwa most transparent election. uchaguzi wa wazi uliorushwa na TV zote, bila Mtanzania akaushuhudia, na taifa zima halikulala, ikiwemo rais, ya wakulala wakiangalia uchaguzi wa chama chetu ulivyokuwa wa wazi, huru na haki. Kila mtu aliona ule uchaguzi ulivyokuwa huru, haki. Wakaandika hiyo barua mwezi wa tatu, wakaipeleka kwa msajili, lakini vilevile wakatumia viongozi tuliokuwa nao kutoka Zanzibar aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa miaka kumi na tano kutoka Zanzibar akaandika kesi ambayo aliifungua akishirikiana na msajili msaidizi, sisi Nyahoza kwa kufungua kesi kwamba Zanzibar inadhulumiwa na sisi wa bara na chama kutoka bara, basi tukasema kama kuna dhuluma si maombi angekuwa sasa ni hizo mali zigawanywe kwa haki, lakini badala ya kuomba maombi hizo mali zigawanywe kwa haki, akaomba maombi kwamba chama kizuiliwe kufanya kazi zake zote za kisiasa, kwamba hey, wewe unadai mali haigawanywi kwa haki, lakini unataka watu wa Ngorongoro wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama, watu wa Tarime wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Hiyo inawaambieni nini? kwamba mtu aliyekuwa madarakani kwa miaka kumi na tano, yeye ndiyo alikuwa madarakani, ametoka juzi, hakuwahi kuona Zanzibar inadhulumiwa akiwa madarakani, ametoka tu bila kukumbuka kwamba Zanzibar inadhulumiwa na bahari hiyo. <tipa> <tipa> ni vita ya pili. Vita ya tatu ikawa ni kumkamata mwenyekiti wetu tukiwa Mbinga, wakamfungulia kesi ya uhaini ya uongo mtu aliyepigwa risasi kumi na sita, Mungu akamwokoa, amesimama akiwa na risasi mwilini mwake. Kesi ya uhaini watu wa Arusha, hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa ukikutwa guilty. Wanajaribu wamuwelii, wakategemea chama kitapara, rais kitarudi ndani, kitaenda kulia, free Lissu, free Lissu. Tulipokutana kwenye kikao nilichokiongoza, tukasema akipigwa mmoja wetu risasi, tuliobaki tunasonga mbele ili yeah. yeah. tukaanzisha na tukaendelea na operesheni aliyokuwa ameianzisha Tundu Lissu. Tulipoenda kanda ya ziwa mapokeo yamekuwa makubwa kuliko walivyotegemea sana. Wakajaribu na kuanzisha chama kikaragosi. Hizi zote ni mbinu za kujaribu kuishambulia Chadema, lakini nyie wa Tanzania mmekataa kuona Chadema inakufa mbele ya macho yenu, mnaendelea kuiunga mkono. Sasa jana mmemsikia msajili anasema, amerogoka yule, amesema kwamba anaifutia Chadema ruzuku, anatishia kukifuta chama hiki kinyume cha utaratibu wa sheria. Tukijaribu kueleza mambo yote, hata hiyo barua yenyewe ya huyo aliyelalamika mwanzo, aliandika kama anamwandikia msajili rufaa, sisi tukamjibu msajili kwamba wewe sio mamlaka ya rufaa ndani ya chama chetu. Chama chetu kina vyombo vyake vya kufanya rufaa kama mtu ana malalamiko. Kwa hiyo kama mtu amekuja kwako, mwambie arudi ndani ya chama ashughulikiwe ndani ya chama. Msajili akamwambia, toa hiyo barua, andika barua kama malalamiko. Kwa hiyo barua yenyewe inaandikwa na msajili, yeye ndio mshtaki yeye ndio mlalamikaji alafu yeye ndio chache naaa hukumu dhidi ya chama chetu. Sasa ndugu zangu, maamuzi ya tuliyotoa tarehe 23 tatu na tarehe 24 ni maamuzi ya kamati kuu ya chama chetu, hayakuwa maamuzi yangu binafsi. Chama chetu kilisema barua ya msajili ni batili kupitia kamati kuu ya chama chetu. Sasa na kimeendelea kutangua viongozi wetu tuliowateua kwenye baraza kuu la tarehe 22 mbili. Tunafanya nini baada ya hapo? Tumeitisha kamati kuu ya chama tarehe tatu. Tutarudi kwenye kamati kuu kujadili barua ya msajili na tutatoa mwelekeo wa nchi ni wapi tunaelekea. wow. Nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia, kwa sababu najua ndio yuko nyuma ya hili jambo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 nchi na imwagike lakini na msirudi nyuma tusonge mbele mpaka tukapata mabadiliko ya nchi. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu msajili ni adui wa demokrasia kafu, Laila. Laila. Mtia, a, Amin, Lipumba, ya nchi yetu. Alifanya hivyo kwa Amin Lipumba aliyejiuzuru mwenyewe mbele ya uso wa dunia akatoka kwenye chama akabaki Maalim Seifu. Lipumba akaenda akakaa miezi iliyotosha akarudi, msajili akapora chama akamkabidhi Lipumba na akampa ruzuku Lipumba. Msajili huyu ameipora NCCR kutoka kwa James Mbatia akakabidhi kikundi kingine cha watu. Leo tarehe 28 mahakama kuu ya Dodoma